Watu wanateseka utafute pesa ukiwa watoto wa watu na chang'aa. Hata hii chang'aa inawakanga moja, hii chang'aa tunaimwaga watu mujiwe sumu. Sasa hii mchezo kuja hapa, anaujia watu chang'aa atiati, anatafuta wei, hii mchezo, watu waache kutumia umaskini kwamba lazima uuze chang'aa ndiyo upate pesa, jafanya kazi ingine uza hata chakula